Chama Cha Mapinduzi CCM kimeendelea kunadi wagombea wake katika kampeni zinazoendelea nchini, huku mwenyekiti wa chama hicho mkoa wa Ruvuma, Oddo Mwisho, akieleza kuwa mafanikio makubwa ya miradi ya maendeleo inapaswa kwa sababu kubwa ya wananchi kuendelea kukiamini katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Akizungumza wakati wa kampeni za chama hicho katika kata ya Msamala, comradi Oddo amesema sekta za maji, miundombinu na umeme zimeguswa na uongozi wa awamu ya sita ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, huku akiongeza kuwa reli ya Kusini Mtwara mpaka Mbamba Bay itaongeza kasi ya maendeleo. Serikali ya awamu ya sita imefanya kazi kubwa sana katika kipindi cha miaka minne chini ya uongozi na utawala wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Wenzangu wameeleza na wametamka miradi mingi ya mabilioni iliyoletwa katika manispaa yetu ya Songea, lakini niwahakikishie, sio tu manispaa ya Songea bali ni mkoa mzima wa Ruvuma. Mkoa wa Ruvuma umenufaika sana na miradi hiyo. Pesa nyingi za serikali zimeletwa Ruvuma katika kutatua changamoto za wananchi katika sekta mbalimbali kama vile afya, elimu, maji, barabara, umeme na miundombinu mingine mingi. Ikijengwa reli kwenye ukanda wetu, itaturahisishia maendeleo ya kiuchumi kwa asilimia kubwa sana, na hizi zote ni ahadi ambazo Chama Cha Mapinduzi kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan imeainishwa kwenye ilani hii na itatekelezwa ndani ya kipindi cha miaka mitano, ukiachia miradi mingine ya kimkakati kama barabara, elimu, afya, maji na umeme kumfikia kila mwananchi popote pale alipo wake. Kwa upande wake mgombea ubunge wa jimbo la Songea mjini kwa tiketi ya CCM Dr. Damas Ndumbaro amesema uboreshaji wa huduma za kijamii umechangia mji wa Songea kuongoza kwa kasi ya ukuaji nchini Tanzania na kwa watano barani Afrika. Afrika, kuwa kwa kasi sana barani Afrika. Ni na mji wa kwanza kwa kasi ya kukua Tanzania. Idadi yetu imeongezeka sana, lakini imeongezeka kwa sababu tuna wahamiaji kutoka wa mikoa wa jirani. Watu wa Lindi na Mtwara wanakuja Songea, watu wa Iringa, Mbeya, Njombe, Rukwa, Katavi wanakuja Songea mpaka watu wa nje ya nchi, Kenya na Msumbiji, Malawi wanakuja Songea, wanakuja kutafuta fursa. Kwa kuwa mji unakuwa kwa kasi, mahitaji ya maji nayo yanahitajika sana. Ya jambo la tano ambayo tumelifanya ni kuleta mradi mkubwa sana wa maji ambao haujawahi kutokea katika historia ya mji huu. Mradi huu tulisaini mwaka juzi pale Matalau, mkandarasi akasakabidhiwa site, kampuni ya Kichina inaitwa CCECC ameshaanza ujenzi kule Mailo, na kwa mjibu wa mkataba ule anatakiwa akabidhi kazi mwezi wa tatu mwaka 2026. Mwakani, kipindi cha miezi mitano tu kutoka sasa, maji yale ya bomba ya mradi ule mkubwa ambao sisemu imetuletea unaogharimu shilingi bilioni mia moja arobaini na saba na milioni mia tano unakwenda kumaliza kabisa changamoto ya maji katika mji wetu. Naye mgombea udiwani wa kata hiyo Issa Chamajaa amesema yupo tayari kuwatumikia wananchi kwa uadilifu na uwazi. Naomba mniridhie, mnipe rasi kwamba niende nikawe diwani ndani ya kata yenu hii ya Msamala. Naamini siku zote nilikuwa naenda kusema Mungu, kama Chamajaa atakuwa ni sehemu ya suluhisho kwenda kupunguza ama kuondosha matatizo ya Msamala, Mungu kanipe udiwani. Lakini Mungu, kama utaona Chamajaa itakuwa ni kikwazo, kero, manunguniko mengi ndani ya wananchi wa kazi ya Msamala, Mungu ninyime udamani Mungu ni nyime udiwani. Naamini Mungu ameenda kusikiliza maombi yangu, naamini Kampeni za CCM zinaendelea katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Ruvuma zikilenga kuimarisha maendeleo na ustawi wa wananchi. Kutoka Songea, mimi ni mwanakombo Faraji na hii ni Toka Zamani TV.